Katika wiki ya kuelekea kwenye kilele cha kupiga vita dawa za kulevya duniani ambapo tunaambatana na kushirikiana na mataifa yote duniani katika kusherehekea kupiga vita dawa za kulevya duniani, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania iliandaa michezo mbalimbali ikiwemo mbali mbali, mchezo wa rede, mchezo wa kukimbia, mchezo wa kukimbiza kuku, lakini pia kubwa zaidi ilikuwa ni mchezo wa soka ambapo ulijumuisha timu nane kati ya timu nane hizo, leo tarehe ishirini na mbili tunafika kilele ambapo ni fainali ya mashindano hayo kati ya timu mbili zilizobaki kati ya timu nane katika mashindano haya ambayo yameanza wiki mbili zilizopita na kufunguliwa na mkuu wa wilaya ya Dodoma Mheshimiwa Kimweri. Tumeendelea kuhamasisha vijana katika wiki hii nzima katika michezo hii ambayo imehudhuriwa na vijana wengi zaidi, kwamba dawa za kulevya ni hatari, dawa za kulevya ni mbaya Dawa za kulevya zinaharibu afya, dawa za kulevya zinaharibu mitazamo, dawa za kulevya zinaharibu pia kesho. Kwa majina, anaitwa Kefri Mtogo sangu, ni mwanafunzi muuguzi katika chuo cha St. John. Siku ya leo tupo kwa ajili ya kuangalia ku, michuano ambayo inaendelea, ambayo leo ndo finali fainali hapa kwa uwanjani kwetu, na pia katika hii michuano chua... Mwasha Sports, mchezaji wa timu ya Arena FC, ambapo leo tunashiriki mchezo wa fainali wa mashindano ya yaliyodhaminiwa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana dhidi ya madawa ya kulevya yaliyo chini ya wa... ofisi ya Waziri Mkuu Kasim Majaliwa Kasim. Uh, umuhimu wa mashindano haya kupitia serikali yetu anatusaidia sisi vijana kujiepusha na matendo yasiyo rasmi kwa vijana vilevile yatusaidia sana. Kwa majina, anaitwa Kasim Saidi Njonjoro, ni mdau wa kupambana na dawa za kulevya. Um, kwanza ni pongeze serikali kwa jitihada ambazo inazochukua chini ya mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan um, kwa kushirikiana na taasisi yake imara ya DCAA chini ya kamishna jenerali limo Hakika tunaona mabadiliko baada ya taasisi kuanzishwa, katika wiki ya kuelekea kwenye kilele cha kupiga vita dawa za kulevya, katika wiki kwa majina anaitwa Kefri Ntogusangu ni mwanafunzi muuguzi katika chuo cha St. John. Siku ya leo tupo kwa ajili ya kuangalia michuano ambayo inaendelea. Kwa majina naitwa Yohana Chazi Matias, mchezaji wa timu ya Mwasha Sports. Kwa majina naitwa Mwalimu Kassim Saidi Janjoro, ni mdau wa kupambana na dawa za kulevya. Kwanza ni pongeze serikali kwa jitihada ambazo inazochukua chini ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan katika wiki ya kuelekea kwenye kilele cha kupiga vita dawa za kulevya duniani ambapo tuk... Kwa majina anaitwa Kefrin Togosangu ni mwanafunzi na muuguzi katika chuo cha St John. Siku ya leo tupo kwa ajili ya, ya kuangalia michuano ambayo inaendelea ambayo leo ndo fainali hapa kwa uwanjani kwetu na pia katika hii michuano kuna semina ambayo tulipewa kuhusu madawa ya kulevya, lakini kwangu mimi nitazungumzia upande wa bangi. Pia tuliona kuna madhara yake. Kuna mila ambazo zimefikirika ndani ya watu kwamba mtu akitumia bangi anaweza akafanya kazi kwa muda mrefu. Kwa sisi kama wauguzi tunavyojua, kiafya bangi ni, ni kitu ambacho kinaenda kuathiri mfumo mzima wa ubongo. Kwa oh, utendaji kazi wa ubongo pia unaweza uka, ukadumaa. Ah, leo tumejifunza vitu vingi kuhusiana na madawa ya kulevya, lakini kikubwa ni kujifunza ni kuhusiana na